Nkaatakatuju ake basi, kupima, kitu kimeitika mm. Kitu kinaitika kimetika <laughs> basi, ndoapo nkaanza dawa hizo mm -hmm. Na mzee, bado mko naye au uko naye? Na yule mke mwingine bado yupo? Yaani ule pale sasa, utata mwanamume hafunguki, alimwacha majuzi kati, lakini sasa alimwacha ile, sijui kwamba alimwacha tu, lakini inaonekana hmm. bado wana mawasiliano hmm. hmm. hiyo imekuja kuigundua juzi tena kwamba watu hmm. wana mawasiliano hmm. Sasa yes, inakuwaje wewe unatibiwa mume na mwanamke mwingine? Hii imekaaje hii? Ni katika mwanamume mkaidi ni yule, kwa sababu hata hivyo mekenda tu kujigundua. Nikamwambia mimi na hivi mm, sio kweli. Nikamwambia ndo hicho sasa, namesha usinywe dawa usinywe dawa. Nikamwambia mimi nakunywa. Mm. kwa sababu ulikuuliza mwanamke uko koko naye, ulienda mm. kupima naye kabla ukasema nikaambia, ulimwamini pia sijui mm-hmm. Ah, maanake sijui kajingiza kajitoa, nikaambia hawezi kujua. Sasa nikaambia mwanamke hajatulia, na naso kwamba ulikuwa hujafatwa, kila mtu alishakufatwa. Mwanamke sie huyu, pesa yako tu anahitaji hela, lakini wewe bado ukaka, kwa sababu si ulishapenda, sijui karogwa, sielewi hapo tajua mwenyewe, lakini kaza muhimu kwenda kupima kwanza. Sasa mm, mwanamke anaambia, mimi mume wako nimekaa naye hawara miaka miwili, nilikuwa na mume wangu kwa ndani ya mume wangu, mimi nimekaa na mume wako hawara miaka miwili ndo mwisho akaambia, niachike kwa mume wangu anioe. Sasa katapo wangu, yaani ndo maana naacha kama ilivyo, yaani nanivuruga, inakuwa mm, yaani alishawishi, alimshawishi atoke sehemu moja ile awe naye. Eh kisa pesa kweli. Mme wake wa kwanza alikuwa hana hana pesa, anazo yuko ikulu yule mwanamke. Waume zake wote, si kwamba hakuna hata mmoja y, mume wa kwanza alikuwa ana pesa mm, alivyompata huyu akamwacha huyu huyu mm, hapa na pesa, alivyompata huyu naikamwacha huyu, bado au madanga wa nje

Mm. Mimi niko dawa yeko Zanzibar saizi ayeko Zanzibar saiz. Mm. Zanzi Mm. kwa hiyo akienda mapumziko ka kaenda kikazi uko kikazi kule ko kikazi eh. Mm. na hata angekuwepo kule mm, kwa humlolongwa hii dawa kwa yeye mm, asingeweza nasingeweza asingeweza sasa utafanyaje? Kuna likizo ya miezi mitatu sasa hapa bila kukutana na mwanaume ili tujie wala nilishu. mimi haina, kwa sababu tayari mimi mm. Mi mume mm. ni mume tu ni mume, si ana mwingine ataenda kumalizana huko, kwa hiyo no. mm. ni mkepicha mkepicha mmepicha. Kwa sasa hivi tunaungana mm, kwa sababu ya mtoto wetu, sasa hivi anaumwa anauma mm ndio tuko kwenye matibabu ya mtoto, ndio tunashirikiana hicho kitu tu mm. na kiso kwa mengine. Sasa huyu alikuambiaje? Mke wako amridhishi, anafuata, anafata pesa. Ilikuwaje akafikia kusema hivyo? Kuna siku alinipigia simu, ananiambia mm. siu mimi,

yaani dokta, ilikuwa najua na ambako mwanzoni mwanzoni limejigundua <laughs> kuna mwanangu mmoja kamaamtafute na mwanangu mmoja tu, hmm. Nilimtafutia hmm. kazi, hmm. akaambia mama, hmm. mtafute dokta Msigwa. Yani sijui tu uzito, sijui ilikuwa na maasira, ndo kipindi kile imevurugwa sasa tumalize. Pole kwa kuvurugwa eh, kwa makini. Ushauri wangu ni mmoja mm -hmm. Maliza dozi sasa. alafu tutaanza kukutazama kwa muda wa miezi mitatu, na muda mitatu wa miezi mitatu, inabidi mwambie mheshimiwa mtumie kipimo o bwana Msigwa, amenyetibu nimepona, sitakiwi kuwa na mawasiliano ya kimwili piga picha Pigie video video hapo, muoneshe bwana kama haiko kazini saa hizi, kama leo anakuja leo anatoka kwao, ni mahaya ndani ya miezi mitatu, kwa kuna likizo, ili tuendelee kusafisha damu baada ya miezi mitatu mitatu, lakini kila wiki bado nitaendelea kuja nisikilize, tuna taratibu

<laughs> mm, mm -hmm. Nisikilize vizuri mm -hmm. Tumemaliza HIV. Mhm. Mm, tunakupa nafasi ya kuchunguza damu mm -hmm. Sawa mm -hmm. Kwa kipindi cha miezi mitatu mm -hmm. na kusihi ndani ya miezi mitatu kusiwe na mawasiliano ya kimwili baina ya mtu mmoja na mtu mwingine. Hatutaki upokee meseji yoyote, tunahitaji kuisafisha idamu iwe clean kabisa, kusiwe na changamoto aina yoyote. Sasa ukishamaliza miezi mitatu, tukapata negative nyingine, ndio tutaagana mimi na wewe. Ni wewe sasa kukaa chini na mwenzio mzungumze kwa vipimo, si kwa maneno, mzungumze kwa vipimo mkubaliane, kwa sababu ukirudia tena kuitibu kwake itakuwa ngumu. Kwa lazima kuwa na utulivu na kufuna maelewano mazuri baina ya wewe na na mwenza wako. Dawa tumia, umalize hiyo dozi. Baada ya hapo, tutaanza mara moja kwa muda wa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu tutakutana kama Mungu atatujalia, alafu tutacheki. Tukimaliza tumemaliza. Sasa nakupa maswali matatu kama yapo, kama hayapo tuzungumze mangine, hayo yatakuwa yamekwisha. Mm, unatakiwa mshukuru Mungu tu kwa sababu hiyo ndio muhimu. Kuvurugwa hiyo hiyo sikuvurugi sana inasaidia ina, ina, ina kwa sababu watu wengi wanaamini swala liwezekani ni kwa sababu ya mambo mawili mm. Jambo la kwanza mtu kaisha angaika sehemu nyingi mm. Hakupata jawabu kwa anapomsikia mtu mwingine anakuwa na alama kujiuliza, huyu ni kama yule au vipi? Hiyo ni moja ya sababu, lakini sababu ya pili ni utaahira tu wa Waafrika wengi hawataki yeah, kufanya tafiti za kutosha. Wao kila kitu wanaamini kile kinacholetwa ndio bora kuliko akili zao na maarifa yao, kwa hizi ndio sababu mm, na watu wengi wanaumia sana, wanakuja hapo wako hoi kweli kweli, na hayo madawa hawalali. Afanye nini? Hayo lako mwenyewe, sio langu hilo. Mimi langu nimelimaliza sasa. Sasa daktari, ushauri mimi sio kazi yangu, ushauri mimi kazi yangu kuondoa HIV Si mtu mzima bwana, mpaka unasali dua za kishki -kish, you know. <laughs> Dua za Mungu sio za kishi kishi ndio yani, yani.